Habari, hebu tuzungumzie maswali kuhusu. Kwanza kata viazi, kisha ukate mara mbili na weka siki, kisha upoeze, kisha uvikaushe tena, kanga kwa kina hadi viwe krispi. Weka chumvi na taki na hii, na changanya na uchovye kumi katika ketchup na mayonesi. Kula na ufurahie chipsi za Kifaransa. tatu, mbili, moja. Kwanza kata viazi kisha ukate mara mbili na weka siki kisha upoe kisha upike tena kwa kina kirefu. Kanga kwa kina hadi viwe krispi, weka chumvi na taki na hii inachanganya na, na uchovya kumi kwenye ketchup na mayonesi. Kula na ufurahie. Lifurahiwa na maswali kuhusu. Kwanza kata viazi, kisha ukate mara mbili na weka siki, kisha upoeze, kisha uvikaushe tena kwa kina kirefu. Kanga kwa kina kirefu hadi viwe crispy, weka chumvi na taki na hii na changanya na uchovye kumi katika ketchup na mayonesi. Kula na ufurahie. Ilifurahiwa na maswali kuhusu. Kwanza kata viazi, kisha ukate mara mbili na weka siki, kisha upoeze, kisha uvikaushe tena kwa kina kirefu Tanga kwa kina kirefu hadi viwe crispy, weka chumvi na taki na hii na changanya na uchovye kumi katika ketchup na mayonesi. Kula na ufurahie. Tutaonana baadaye na tutaonana baadaye na kukuhudumia baadaye.